Karibu tena katika simulizi nzuri iitwayo kumi iitwayo kumi na mbili. Mwandishi ni The Corrector. Sehemu ya kwanza. Jioni moja yenye mwanga wa rangi ya dhahabu, katika kilima kilichoshamiri kijani cha kuvutia, sauti ya ndama na mbuzi wanasikika wakiwaita mama zao kwa sauti za mo me, mo, me, kwa mapokezano na mashindano huku wakisukuma miguu yao ijongee na mwisho kuanza mbio, na hapo Moril, mtoto mwenye miaka saba, mwenye akili utashi mkubwa na huruma isiyoelezeka katika moyo wake, kiongozi, mwalimu bora kwa wengine na yatima aliyefiwa na wazazi wake wote kwa ajali ya moto, na hapo kuchukuliwa na kulelewa katika familia ambayo ina baba, mama na watoto wawili kwa majina ya Johnson pamoja na Junior. Mtoto huyo aitwaye Emorel anasikika akiwazuia wale mbuzi na ndama kwa kupiga miruzi, huku Johnson na Junior wakiwa nyuma wakipiga kelele na kuwatisha wale mbuzi. Kwa uoga, mbuzi wanasimama na malisho yanaendelea katika kijiji cha Ng'ambo kilichopo mbali kidogo ambapo ndipo chanzo cha mto mkubwa uitwa Onaiti. Mvua kubwa inaonekana kunyesha kwa muda mrefu sana, na upepo na manyunyu madogo madogo yanaanza kuonekana yakidondoka katika kijiji walichoko akina Molel, na kuanzia hapo watoto hao waliopo machungani hapo na hapo Molil anawaambia wenzake kuwa nombeni tupeleke mifugo nyumbani. Kwa nyimbo meruzi na furaha, marafiki hao wadogo wanaimba na kuharakisha kupeleka mifugo nyumbani. Bashasha na hamu ya mapokezi na sifa kutoka kwa wazazi zinawafanya wajipe moyo, huku migongoni mwao wakiwa wamebeba kuni na matunda poli mengi ambayo yalizichafua nguo zao. Baada ya kufika nyumbani mapokezi, baada ya kufika nyumbani hayakuleta, baada ya kufika nyumbani hayakuwa na matabaka. Mama mwenye mji anawapokea watoto wote kwa pamoja na kuwaulizia habari za machungani na kuwapa pole na mwisho kuwapongeza kwa kazi nzuri walioifanya na kuwashukuru kwa kumsenyea kuni. Baada ya muda kama masaa mawili, wakiwa wanamsaidia mama yao kupika, huku mama akiwasimulia hadithi, baba anafika, huku mkononi mwake akiwa ameshika mfuko. Kwa furaha kubwa, watoto wote watatu wanamkimbilia na kumpokea baba, na kisha wanabeba mifuko na kupeleka ndani ambako wanamkabidhi mama. Ndani ya mfuko samaki aliyekaangwa vizuri anaifungua midomo ya mama na kumfanya atabasamu na kumwangalia mumewe aliyekuwa amesimama pembeni kidogo, huku akiwa amebembewa na watoto wake watatu. Asante mume wangu, anasema mama, huku akimtazama mumewe. Baada ya mapishi watoto wanaandaa vyakula maji pamoja na meza na wote wanakusanyika kwa pamoja na kumsubiri mama apakue ili wamfinye mchawi. Ugali wa muhogo, samaki wa kaanga na mrenda vimewekwa kati na hapo, kipenga kinapulizwa na mama na kwa pamoja wanaanza kula huku mrenda ukilainisha makoo yao. Baada ya chakula na usafi wa vyombo unaofanywa na watoto, simulizi za usiku za baba zinaanza, na wote kwa pamoja wanakusanyika kuzunguka moto ambao mahindi na viazi vinachomwa na kuliwa ili kusindikiza simulizi tamu kutoka kwa baba. Hapo baba anasema, hadithi hadithi! Watoto kwa pamoja wanaitikia, ukweli njoo, uongo njoo, utamkolea. Mama anacheka na kusema <laughs> siku nyingine Siwe mnapenda mnasema hivyo, mnapaswa kusema upendo umoja na furaha viishi mioyoni mwetu, sawa eh? Watoto kwa pamoja wanaitikia sawa baba. Kwa mara nyingine, hadithi hadithi. Watoto upendo umoja na furaha viishi mioyoni mwetu. Baba anasema, hapo zamani za kale, tui na maziwa walikuwa ndugu, watoto wa bwana Ng'ombe, na kila siku iliyoitwa siku, baba yao alikuwa akiwahusia kuwa, wanangu, upendo na kuwawasaidia wengine bila kujali watapewa nini, vilikuwa ni vitu vya muhimu sana maana wahenga wakasema tenda wema. Watoto kwa pamoja wanajibu nenda zako baba. Anaendelea na hadithi anasema, basi siku moja bwana ng'ombe aliugua sana, akawaita watoto wake wote na akawaketisha chini, kisha akafungua kinywa chake akasema, wanangu kama nilivyokwisha kuambia kuwa upendo ni kila kitu. Wivu, roho mbaya na kujipendelea kunaweza kukufanya ukaraniwa kabisa na maisha yako kuwa mabaya duniani. Kwa hiyo, wanangu, mimi naumwa sana, na hapa dawa yangu ipo kwa mama yenu, ambaye yupo kijiji cha pili. Naombeni mkamwambie mama yenu kuwa ninamhitaji. Kwa hiyo haje hapo. Watoto wote walianza safari kwa furaha. Maziwa na kaka yake Tui waliondoka na kuanza safari ya kuelekea kijiji cha jirani alipokuwepo mama yao ambaye alikuwa anatiba kwa ajili ya baba yao. Maziwa aliyekuwa mdogo alikuwa mwenye roho nzuri sana kila alipopata chakula katikati mwa safari yao alimpatia kwanza kaka yake na kisha ndipo yeye alikula. Wakiwa wanaelekea kufika kijiji cha pili, mvua kubwa ilianza kunyesha. Mara mbele yao, Bwana Nazi akatokea akawaambia, enyi watoto wa Bwana Ng'ombe, ingieni katika nyumba yangu njikinge mvua na kisha mwendelee na safari yenu kama kawaida. Maziwa aliyekuwa mdogo alimsaidia kaka yake kakaake kupu.